Ni muhimu kufanya maombi ya kuiombea kazi yako biashara yako, chochote unachokifanya, uwe na muda mba wa kukiombea. Amini kwamba Mungu anabariki kazi ya mikono. Ndio maana akasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 ukianzia mstari wa kwanza na kuendelea, utaona kuna baraka nyingi ambazo mwanadamu anaweza akazipata. Lakini jambo la kwanza, lazima uisikie sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kuyatunza na kuyatenda yale yote yakuagizayo hivi leo. Unapoyafanya mambo ya Mungu na kumtanguliza Mungu ndipo baraka zinapokujilia. Uchumi unahitaji maombi, unahitaji kumkaribisha Mungu. Kwa sababu mambo yote yanayohusu fedha yana upinzani mkubwa katika ulimwengu wa roho. Mambo yote yanayohusu kazi yana vita kubwa katika ulimwengu wa roho. Kama hauna muda wa kuiombea biashara yako, kumbuka pesa ina pande mbili. Ina upande wa mwilini kwa namna ya kuikamata na kuishika, lakini kuna namna ya kiroho kwa maana ya kuiamuru kuitunza au kuweza kuiongoza. Kama hauna nguvu ya kiroho ya kuiongoza pesa, pesa itakuongoza. Itaamua inataka iende wapi, itaamua inataka iende kwenye kitu gani. Utakuwa shahidi pamoja nami, kuna baadhi ya watu ambao wakipata pesa matatizo yanatokea. Yani unapata pesa, magonjwa yanainuka, hapo utakuta tatizo limetokea, utakuta uharibifu umetokea ambao unaendana na kiwango kile kile cha fedha, ili pesa iende ikatumike huko, ikaishie huko kuna mwingine unahangaika kutafuta pesa, unahangaika kutafuta kazi. Kazi ikifunguka tu, unakuta mambo yanaharibika. Mwingine unatafuta kazi, kazi kitakaikae sawa, unakuta vitu vinaharibika. Ile kazi anapewa mtu mwingine, na ulikuwa una uwezo wa kuifanya, ulikuwa unaweza kufanya tena vizuri kwa kiwango kikubwa, lakini kwa sababu pesa inakukataa, kwa sababu mikono yako inakataa kumiliki fedha, mikono yako inakataa kutunza kiwango cha fedha. Kuna mtu mwingine unanisikia ni kama umechorewa mstari, una kiwango fulani. Ukitaka uzidi zaidi hicho kiwango, unajikuta unaanza moja. Ukitaka uzidi zaidi ya kiwango hicho, unajikuta unarudi pale pale ambapo ulikuwa umeanzia, na imekuwa ni vita yako kubwa. Kuna mambo yako ya malizi unatamani yaishe, yafikie mwisho. Kuna vitu unatamani uvikamilishe. Wakati mwingine unasema, Mungu naomba unisaidie, nikipata mtaji fulani nitafanya kitu fulani. Ile pesa ikitaka ipatikane ili ukafanye kitu hicho, vita itainuka, mambo yataharibika, utakuta umeshindwa kabisa kutimiza kile ambacho ulikuwa umekusudia. Tambua kwamba pesa ina vita kubwa, uchumi una vita kubwa. Wakati mwingine ni maroho ya ni kifamilia yanakataa wewe kuweza kufikia mahali fulani, wakati mwingine ni madhabau za kifamilia zinakataa wewe kuweza kukaa mahali fulani. Lakini ukiwa na muda wa kuomba na ukiwa na muda wa kutengua kila kazi ya shetani, kutengua kila mipango ya adui shetani ambayo imepangwa kwa ajili yako, itakusaidia kuweza kumiliki pesa, kuweza kuiongoza pesa, kuweza kuiendesha pesa, kwa sababu kama hauna nguvu ya kiroho tambua kwamba pesa itakuongoza. Unaweza kuona kuna baadhi ya watu wakipata pesa wanakuwa walevi. Ukipata pesa unaanza tabia ya umalaya, unaanza tabia ya ovyo. Ukipata pesa unaanza tabia ya kucheza kamari. Ukipata pesa unaanza tabia hiki na kile. Ni kwa sababu pesa inaweza kukupelekesha kama hauna nguvu ya kiroho ya kuiongoza. Lakini pia lazima uwe na maombi ya kuvuta pesa, yani unaitisha pesa itoke huko ikufate, na kama kuna mahali shetani ameweka mkono wake kuzuia uchumi wako kuzuia kibali chako kuzuia watu wako kuzuia milango ya, ya, ya ufungulivu katika uchumi wako, basi uwe na muda wa kuomba. Lakini pia pesa ina mahusiano makubwa wewe na Mungu. Kama ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu, unatoa zaka, unamweshimu Mungu katika kazi yako, katika mapato yako, ni rahisi sana kumwona Mungu katika maisha yako, ni rahisi kuona wepesi wa kimungu kifunguka katika uchumi wako. Unahitaji kukemea roho ya asala, roho ya alai. Roho ya alai ni roho ya hatari sana. Roho ya alaye ni kama mdudu anakuwa ametumwa kwako, analeta uharibifu, anaenda anakula hiki, anaenda na haribu hiki, anaenda na, na vuruga hiki. Roho ya alaye kuna watu wamekamatwa na roho ya alaye, inavuruga tu vitu, inaharibu vitu, inavunjavunja vitu, inapoteza vitu, inafanya vitu visikamilike. Mwingine unakuwa na roho ya hasara, roho ya kutapeliwa, roho ya kuibiwa, roho ya kurudishwa nyuma, roho ya kuondolewa kibali kwa watu ambao ni wa hatima yako, watu ambao wanatakiwa kuvushe wakupeleke mahali fulani maombi haya yataenda kuleta ulinzi kwenye uchumi wako. Maombi haya yataenda kuleta baraka kwenye milango yako. Maombi haya yataenda kufungua milango ya uchumi, uchumi uweze kukaa, uweze kuwa stable, uweze kutulia, usio napanda na kushuka. Maana kuna watu na uchumi unapanda unashuka, mwezi fulani unapanda, mwezi fulani unashuka, mambo ya biashara yanaharibika, vitu fulani unapanda, vinavurugika. Unaandaa hiki, kinataka kifikie mwisho, kilete matokeo, unasema sasa ndo kimekaa vizuri, kinavurugika, kinaharibika kabisa. Nataka nikuombee Naenda kuombea mikono yako na naenda kuombea nyayo za miguu yako. Kwa maana ya miguu, mikono inawakilisha kazi, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu anabariki kazi za mikono. Mikono yetu ni uchumi wetu, mikono yetu ni mapato yetu, mikono yetu ni kazi yetu. Nataka niombe mikono yako, basi unaweza ukaweka mikono hivi, na kama e, pengine mkono mmoja umeshika simu, basi unaweza ukaweka mkono mmoja namna hii, ishara ya kupokea. Inua namna hii mikono. Mungu Baba, najiambatanisha na mtu huyu Ninajua maombi ya uchumi ni maombi yenye vita kubwa, maombi ya malango ya uchumi ni maombi yenye hatima ya mtu. Na wakati mwingine Mungu, unafanya agano na mtu ambaye ameinuka na anaweza kupokea. Ni wakati huu Bwana, ninaomba kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye anatamani aone uchumi wake kutulia, anatamani aone uchumi wake ukitengamaa. Nami wakati huu Bwana, ninaomba kibali cha utulivu wa uchumi na achilia kibali cha utulivu wa uchumi, ile milango yako ya baraka ambayo ilikuwa imezuiliwa, imefungwa. Kama kuna yoyote anatumia uchumi wako, kama kuna yoyote anatumia kazi yako, kama kuna yoyote anatumia jina lako, kama kuna yoyote anatumia nyota yako, naamuru aachie kwa jina la Yesu. Ewe pepo ambayo umekamata mikono, achia mikono hiyo, achia mikono hiyo. Nafungua na kuibariki mikono yako. Ewe pepo uliyekaa kwenye mikono Toka, achia mikono, achia mikono, achia mikono, achia mikono, achia mikono, achia mikono, achia kazi ya mikono, achia kazi ya mikono, mikono ya mtu huyu, na kuamuru toka, toka kwa jina la Yesu. Achia malango, toka, achia uchumi, toka weroya halae Achia wewe shetani, nakuamuru, mahali popote ulipozuia uchumi wa mtu huyu, mahali popote ambapo jina lake umeliunganisha, mahali popote ulipokaa kwenye malango yake, uchawi wote, uganga wote, nguvu ya giza yote, naamuru iondoke. Naifungua baraka yako popote pale ilipo, nafungua uchumi wako popote ulipofungwa, ulipozuiliwa. Haijalishi umezuiliwa na nani, naufungua kwa jina la Yesu. Natamka kwa mamlaka niliyopewa, upokee kibali cha kuinuka kiuchumi. Kuna watu nawadai, naamuru wakurejeshe haki yako. Kuna watu wanakudai, na kuombea Mungu wa ufungue uchumi, roho ya madeni iondoke. Ewe pepo la madeni, toka! Maana kuna mtu unasumbuliwa na roho ya madeni, ukipata pesa unaenda kulipa madeni, haufanyi kitu chochote. Na kuapisha wewe, pepo la madeni, maana Biblia inasema kwamba mtu akopae anakuwa ni mtumwa wake akopeshaye. Nami nakataa roho ya utumwa, ikuachie. Nakataa roho ya madeni, nakataa roho ya kutokulipa deni. Unakaa miaka na miaka, deni nakusumbua kulipa, unaliamisha tu, unaliamisha tu. Ewe pepo la madeni, toka kwa jina la Yesu, achia mwache mtu huyu, naikemea ilo pepo, nakemea ilo roho ya giza iliyokuvaa iachie. Uchumi wako, iachie duka lako, iachie biashara yako, iachie kazi yako, iachie ofisi yako, iachie kampuni yako, mahali unapofanya kazi. Na kuombea kibali, wewe ambaye unatamani upande cheo, Mungu akupe neema, pokea kibali, na maombi haya yakakupandishe cheo, maombi haya yakakusogeze, maombi haya yakakuinue, maombi haya yakakusogeze mbele, maombi haya yakakutambulishe. Pokea kutambulishwa na nguvu za Mungu, pokea kibali cha nguvu za Mungu. Kila ukakasi na uzito Ondoka kwa jina la Yesu, roho ya mauti, roho ya hasara, ondoka ewe pepo la hasara, ondoka ewe pepo unayevuruga biashara, ondoka unayeharibu wateja, ondoka, ondoka unayevuta wateja kwa nguvu za giza ondoka. Ewe pepo la chuma, ulete. Kuna mtu unaweka pesa ndani, unakuta pesa imepungua, imekuwa tofauti na ulivyoiweka. Naamuru hilo roho la giza likuachie, hilo pepo linalovuruga uchumi likuachie na kufungua kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwamba hakutakuwa na pepo atakayepukutisha uchumi, atakayepukutisha fedha, nami namuondoa yule alae anayepukutisha uchumi, roho weka fedha kwenye mifuko iliyotoboka ikuachie kwa jina la Yesu. Ewe pepo la hasara toka, ewe pepo la kurudishwa nyuma ondoka, roho ya kuharibiwa biashara ondoka, kukata tamaa toka, ewe pepo na kupiga na kuapisha ondoka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Na kuapisha kwa jina la Yesu, kemea kwanzia sasa, kemea kwanzia sasa, achia mikono hiyo, achia miguu hiyo, ipige hatua. Mahali popote ambapo ulikoma baki pale pale kibiashara, kiuchumi, kimaendeleo, huko pale pale, hakuna hatua inayoenda mbele. Nafungua hatua zako nafungua nyayo zako, nyayo zako nazifungua. Biblia inasema kwamba kila mahali atakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa kuwa penu, na mamlaka tuliopewa kwamba mahali popote ambapo tutaweka miguu patakuwa ni petu. Tutamiliki kiuchumi, tutamiliki kifamilia, ki, ki, ki, ki, tutamiliki kwa namna zote. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, mahali ambapo unakaa, mahali ambapo unafanya biashara, pokea neema kutawala. Watawale wateja wa mahali hapo, tawala anga la mahali hapo, tawala mazingira mahali hapo. Kila anayetawala kwa nguvu za giza asikuweze, kila anayetumia madawa asifanye kwako kila anayetumia uchawi asifanikiwe kwako. Na kuombea ulinzi miguu yako na nyayo za miguu yako zifunguliwe, nafungua nyayo hizo, naziombea nyayo hizo, nyayo zifunguliwe, nyayo zipokee upako. Natuma upako wa nguvu za Mungu, naachilia upako wa nguvu za Mungu, nyayo zifunguliwe, kila roho ya ganzi na kurudishwa nyuma, kila roho ya kubaki palepale, roho ya kupiga mataimu naikemea, chomoka kwa jina la Yesu, achia nyayo hizo, achia hatua hizo, na kuombea kuanzia sasa. Anza kupiga hatua, uanze kuenda mbele, mambo yako yafunguke, njia zako zifunguke, miradi yako ifunguke. Mahali ambapo ulitegemea utaitwa ukaitwe, mahali ambapo ulikuwa unategemea pesa yako itakuja, naiombea naiitisha koko ilipo. Biblia inasema kwamba uchumi wa mataifa utatujilia, na Mungu, at, Mungu ataamuru kusi aa, na kaskazini sizuie, nami nakuombea kwa jina la Yesu. Mahali popote ambapo fedha yako ipo, mahali popote ambapo baraka yako ipo, ikujilie. Pokea utele, pokea nguvu ya kumalizia mambo yako, pokea nguvu pokea nguvu ya kukumbukwa ukakumbukwe sasa, ukakumbukwe sasa katika jina la Yesu. Naita watu wako, naita uchumi wako, naita fedha yako, naita baraka yako. Naenda kuondolea amani ambao wamekamata pesa yako, waliotunza uchumi wako, nawaambia amani iondoke, wakuretee pesa yako, wakurejeshea uchumi wako. Ewe fedha, mjirie mtu huyu. Ewe fedha, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, mjirie mtu huyu. Milango ya fedha ifunguke, kila mahali ambapo uliwekewa mpaka, na ukemea huo mpaka, na ondoa huo mnyororo. Toka ewe mnyororo achia kuanzia sasa, na uvunja huo mpaka, na uondoe huo mstari. Mungu akupe kuvuka, pokea baraka Pokea wepesi wa kufanikiwa kwenye kazi yako, ukapate wateja wakafurike, ukapate watu wakafurike, ukaongezwe mshahara, ukapande cheo. Huu muujiza na uweka kwako, wewe ambaye umejikutanisha na mimi na kujipatanisha na mimi, ukapande cheo, ukatambulike. Mungu akuinue ili ijulikane kwamba kuna Mungu anayeweza wa kuinua watu. Kuna watu wanatumaini miungu yao, waganga wao, uchawi wao, wewe ukainuliwe na Bwana katika jina la Yesu na usishushwe mahali ambapo Mungu atakuinua, katika jina kuu la Yesu Kristu aliye hai. Nimeomba na ninaamini. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa kutoka Dar es Salaam, Mbezi ya Malamba Mawili. Naamini kwamba Mungu amekubariki, amekuhudumia kwa maombi haya, unasikia amani ndani ya moyo wako. Kuendelea kunifuatilia zaidi, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Nina bangu ya moja kwa moja, unaweza kuwasiliana nami zaidi kwa mitandao ya kijamii ya kijamii, kwa kuandika maombi ni dawa. Andika maombi ni dawa, nitatokea muombezi Pastor Godwin Ndelwa. Mahali hapo ukiona hiyo account utabonyeza alama ya subscribe ili uwe mmoja kati wa wanafamilia wa maombi ni dawa. Na wewe unanifuata kwa njia ya TikTok, Mungu akubariki akutendee mema. Unaweza kubonyeza alama ya kujumlisha hapo juu au alama iliyoandikwa follow ukawa mmoja kati wa wanafamilia wa maombi ni dawa. Mungu akubariki akutendee mema. Uwe na wakati mzuri.